Ndugu waandishi wa habari wa, ninaitwa Pendo William Mwashuya ya ni katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Songwe. Tumewaiteni hapa ili tuzungumze na nyie mambo machache. Kwa maana hiyo, mimi sitakuwa mzungumzaji sana, nitasema neno moja tu, kwa kuwa mimi ni katibu, ni mtendaji wa kazi za bawacha za kila siku Nitazungumza neno moja kwamba wanawake wamesema wapo tayari hata kutembea uchi barabarani kudai haki mpaka itakapotimia mambo yetu, hasa yatahusu no reform no election, kwa kutokana na mfumo wetu na wanawake waliopo kwenye mkoa wetu wa Songwe, kwa sababu pia nao wameungana na kauli mbiu ya chama ambayo ni no reform no election na wapo tayari kuitekeleza hiyo kauli mbiu kwa msimamo thabiti utokanao na chama chetu cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa maana hiyo, mimi nataka nimsimamishe Mheshimiwa mwenye mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wetu wa Songwe na ndo msemaji mkuu wa baraza letu kuwakilisha chama chetu cha demokrasia na maendeleo azungumze na waandishi wa habari.